Kuna taarifa zinaenea kwenye mtandao ya kijamii kuwa serikali ya Tanzania imeajiri kampuni ya Ervin Graves ya Marekani kwa malipo ya dola elfu arobaini na tano kila mwezi kwa kipindi cha miaka mitatu, ili kusudi kampuni hiyo isaidie katika kushawishi bunge wa bunge wa Marekani na serikali ya Marekani ili kuifanya taswira ya, ya serikali ya Tanzania ikubalike. Hizi dola 1045 kwa mwezi ni sawa na shilingi milioni mia moja kumi na mbili na elfu na laki tano kwa mwezi. Hiyo inaweza ikawa ni pesa ndogo kwa serikali, lakini hoja hapa sio kiwango cha pesa, bali ni uhalali wa jambo hilo. Kutolewa kwa taarifa hii wakati serikali ya Tanzania ikiwa inatumiwa kufanya mauaji ya alaiki tarehe 29 mpaka 31 Oktoba ya 2025 ni jambo la kusikitisha. Kama taarifa hizi ni za ukweli, maana yake ni kuwa serikali ya Tanzania hutumia pesa ili kushawishi jumuiya ya kimataifa isichukue hatua yoyote dhidi ya serikali ya Tanzania kwa mauaji hayo. E, tunatoa wito serikali ya Tanzania itoke hadharani ili kutoa e, kauli hii au kutolea ufafanuzi kauli hii kama ina ukweli au ni ya uongo. Serikali ya Tanzania iseme mkataba ambao unatajwa unahusu nini kama sio kwa makusudi yanayotajwa mitandaoni. Ubalozi wa Marekani uchunguze mkataba huo na kuona kama una manufaa yote katika kukuza demokrasia nchini Tanzania. Serikali ya Marekani e, ichunguze mkataba huo kuona kama ni wa haki na halali kwa kampuni ya Marekani kulipwa pesa na serikali inayotumiwa kufanya mauaji ya raiki kwa lengo la kufinya demokrasia itumike kuisafisha serikali yake dhidi ya eh, tuma hizi nzito. Wabunge wa Congress pia wachunguze mkataba huo ili kuona kama eh, ni aki kampuni ya Kimarekani kupokea pesa kutoka kwa serikali inayotumiwa kufanya mauaji ya alaiki kwa lengo la kuisafishia serikali mbele ya macho ya bunge la Seneti. bunge la Ulaya lichunguze mkataba huo pia ili kuona kama hauende kinyume na maazimio yao dhidi ya, ya serikali ya Tanzania. E, shirika la haki za binadamu duniani Amnesty International ichunguze mkataba huo kuona kama e, unadumaza haki duniani. Mwisho, Watanzania wenye uwezo watafsiri mkataba huo na kusambaza, ili watanzania wengi pia wausome na wauelewe, ili wachukue hatua au watoe maamuzi kama Watanzania. Ikumbukwe kuwa serikali ya Marekani, tofauti na bunge la Ulaya, haijatoa kauli ya mwisho dhidi ya serikali ya Tanzania kufuatia mauaji ya uh, Oktoba 29 kwa hiyo taarifa kwa